Mimi natembea hapo mpaka mnizoee, kwa sababu Malava ni county ambayo mimi naitilia mkazo sana kwa shughuli ya maendeleo. ningamanyire mbima ansiuchendanga uamundu uakikishavanduvanemalava wamepata huduma yetu kutoka kwa county kwa shughuli zozote ambazo ataka shughulike nazo mambo ya afya, mambo ya mbolea. Nilisema nitarudi hapa, na ndipo leo nimerudi kuzindua rasmi shughuli ya kusambaza madawa in all our 181 dispensaries. The health centers zote lazima nianze hapa. Yeah! Charity begins at home. Vile nimekuja hapa siku ya leo, madawa ambayo tunazindua leo is worth 50 million Kenya shillings ambayo tunanua leo. Na hizi madawa zikitoka hapa zitaenda kwa all the 12 sub-counties, Malava na Hulu Nende hospitali dispensaries kadhaa hapa Shurugu Mgai, najua pia na hii level four. Kulunende Chomberi Model Health Center, watapata madawa. Kulunende Sheyo Dispensary, ambaye iko hapa Shirugu Mugai watapata madawa. Kulunende Maleha Dispensary, Mugai Dispensary, Mahabuye Dispensary, zote watapata madawa. Note chemuche, muchinyongo Kimangeti Maliki Dispensary watapata madawa leo, yeah. Na wanje wache, tumeelewana anwaeehem. Subanga Health Center, Silungai Manda Dispensary, Tombo Dispensary na Magara Dispensary, Saint Mathias Health Center Chimoi watapata madawa leo eoweabra <coughs> Njakalo Dispensary Dispensary, Mayuge watapata madawa leo. Amo, South, Kabras, Chevoso, Shehome, Ihani, watapata madawa leo East, Kabras hiyo inamaanisha leo, mzee wa msipitali, sitaki kusikia ati wao wako na madawa. Umeelewana? Pale nimeamua kuzindua hii madawa leo in public, ili wale ambao wanatembea wa wakisema wao wako na madawa hospitali, mtakuwa mashahidi wakisema governor alizindua madawa ndenjila watu wanji ambao wanashughulika na mambo ya madawa in all our dispensers. Hii madawa sitaki kuiona kwa chemist, yes! umeelewana yes! ota dispenser, ama kwa health center yes! auara oukole misala unapiga simu kwa yes! na huyo mutu ataenda wapi kwa yes! sababu tumetumia pesa za umma kununua hizo madawa na hii itakuwa mtindo wetu, after every three months tutakuwa tunanunua wow. Madawa tukileta kwa level two na level three <coughs> ili mambo ya sha, kwa sababu ushajisajili kwa sha shajisajili kwa sha level 4 aamea sawasawa. Ukiwa na dawa lise uko na ugonjwa wa kichwa inauma, presha kidogo hakuna haja ya kuja hapa level 4. Unaenda kwa dispensary na health center niposa. Tukasema lazima tuanzie pale chini ili watu wetu wapate huduma ya afya mashinani, na mimi nashukuru sana madaktari wetu wanyanjani na wa CHPs. CHPs mpo madaktari wa nyanjani yeah. hao ndio mashujaa wetu wa pale chini. I want to appreciate kwa kazi nzuri ambayo mnafanya hasua kwa shughuli ya kumsaidia wananchi kujisajili kwa mfumo wa Taifa Care ambayo inajulikana kama SHA najiolawatuvalimalava tafadhali, tujisajili kwa mfumo wa SHA. Nimekuwa nikipata request nyingi sana kila wakati, in a month you get a request of over 5 million Kenya shillings. watu wanataka waiver kwa sababu wamekuja pale hospitali

Umeelewa? Umele nocha musibitali na no nyonyo ndio bili ya shilingi elfu mia tatu. Kama umejisajili na sha itakulipia almost 60 70%. Na hilo ndio tunataka watu wetu waelewe. Doti wa ya msee Maria wanapiga kelele lakini wamejisajili. Hapo sasa, yeye wako pale wajisajili, ukienda mlango wanajisajili kwa sababu wanaelewa maana ya kujisajili kwa sha. So, mimi naambia watu wetu tafadhali, tuchukue muda huu kujisajili, ndio kidogo pale madaktari wa hospitali zetu, you must make it a KPI for them to register inshallah. Jambo lingine leo tunapozindua rasmi ili madawa zetu za kwenda katika hospitali zetu zote, ningependa pia kuelezea kwa sub zote, how many facilities benefiting from these drugs that we are launching today in terms of distribution. Butere sub county tuko na dispensary na health center kumi na tano Lugari ziko kumi na sita Navaholo kumi na mbili Shinyalu kumi na tatu kumi na tisa Likuyani kumi na tano Lurambi kumi na tisa Mumiasi east kumi na mbili Mumiasi west tisa. Ikolomani kumi na tatu Koisero kumi na tano Malava ambayo ni kubwa sana ishirini na tano alafu Matungu tuko na dispensaries kumi na moja.